Jina yangu naitwa Pastor Mary Gachomo na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nilikuwa hapa tena nikizungumza kuhusu mwaka wa ujazo tele ambao ndio huu, tunaenda kuuacha mwaka wa 2025 sasa tunaenda kuingia 2026, na Mungu amenipatia jambo ambalo nataka kuzungumza naye. Na Mungu ni mwaminifu, na Mungu atazidi kuwa mwaminifu kwa watu wake. Nataka kukukumbusha maneno ambayo nilikuwa nimeyazungumza mwaka huu ambao ilikuwa ni mwaka wa ujazo tele, na ilikuwa inazungumza kuhusu vile, e, Bwana anaenda kufanyia watu wake na vile Bwana anaenda kubariki watu wake na ujazo tele. Nilikuwa nimeonyeshwa maono, na baadaye Mungu akanena mambo makubwa sana, na hayo mambo yote Bwana alikuwa amenena, Mungu ameyatimiza na ametenda kwa hivyo tuko na jambo la kumshukuru Mungu. So wakati huu nataka tu nizungumze mwaka ambao unaokuja, maana mwaka unaokuja wa 2026 unaenda kufanana na mwaka huu ambao tunaenda kuacha sasa. Na Mungu akanionyesha jambo ambalo ndio nataka kusea na wewe siku hii ya leo. Na jambo hili ilikuwa ni shamba, na hii shamba ilikuwa ni shamba kubwa ambayo haina mwisho shamba ambao nilikuwa najaribu kuangalia, naona haina mwisho kabisa. Na wakati nilikuwa natazama ile shamba, nikaona ya kwamba iko na mimea na ile mimea ulikuwa ni mimea mmoja wa sukuma, ambao ni sukuma yenye sijawahi ona sukuma aina hiyo, maana ilikuwa na matawi, sijawahi ona matawi kama yale. Na baadaye nikaona kuna mimea mwingine ni spinach nazo spinaji zenyewe nikaona zilioteshwa, lakini zimepotea, but nikaona kuna moja iko hapa, ingine iko kule, ingine iko kule, na vile hizo spinaji zilikuwa, ile yenye ilikuwa haijapotea ilikuwa ni kubwa kiasi ya kwamba sijaiona kama hiyo. Nikasimama nikasema, ah, kumbe tatizo si maji, tatizo si maji, maana kama tatizo ingekuwa maji huo mumea pia nao ungekuwa haun, haungekuwa umestawi jinsi ile, but nikabaki kushangaa, nikamwona mini. So wakati huo nilikuwa katika hali ya, ku, ya kuangalia, ikakuja ile ndoto. Najuanga doto ya mwaka kulingana na branches zenye zinakuanga, ikakuja na branch tatu. Hizi branch tatu sita, sitazungumza sana kuhusu hizi branches zingine, kwa maana inawaguza watumishi wako katika nchi yetu hapa tunia. Wakati huo mwingine ile branch ingine ilikuwa imembugizia Bishop Wajima kule Tanzania. Na wapendwa, kama muliweza kufuatilia, muliona ya kwamba vile Wajima amepitia, lakini namshukuru Mungu kwa maana tuliomba sana na pamoja na ku kuomba Mungu na kuita Mungu, Mungu amemuonekania ijapo kwamba makanisa yake yote makanisa yalifungwa na akapita katika mapito makubwa na hata saa hii bado hapo kwenye mapi, mapichoni bado hajatokelezea na hayo yote Mungu alikuwa amenionyesha kabla mwaka haujaingia nilionyeshwa 2020 ilikuwa 2024 so wakati huu Bwana amenena na zile branch bah, nimeona ni ni watumishi wa hapa katika nchi yetu ya Kenya na ni watu wanaojulikana, na nikaona ya kwamba wanapita watapitia katika mapito mazito sana. So tuliombee tu kanisa la Bwana na ninaamini ya kwamba Bwana atatenda. Nataka nisungumze kuhusu mwaka unaoingia, maana Mungu ananenanga na mimi na akinena na, na naingia kwa maandiko Najua ni, napata picha, najua vile hiyo mwaka itakavyokuwa. Jambo la kwanza ni shamba. Shamba iko sawa sana, maana rotuba ilikuwa smart sana na ilikuwa safi sana na shamba, vile nilivyokuwa nikiangalia shamba, ni maisha yenye nguvu, vipaji vilivyo hai. Unakuta ya kwamba kuna, kuna, kuna maisha mazuri vipaji ambavyo Mungu amepeana amekupatia katika maisha yako, na hiyo vipaji hiyo zote siko na uhai ndani. So, ndani ya maisha ya mtakatifu unakuta ya kwamba kumebeba baraka, ni maisha ambayo imebeba nguvu za Mungu ndani, ni maisha ambayo iko na uhai ndani. Kwa hivyo shamba, unakuta ya kwamba ni maisha yenye nguvu, vipaji vilivyo hai, na mimea kupotea ni baadhi ya baraka baadhi ya baraka, imani au uzima wa kiroho kupungua, mimea kupotea. Sasa ile mimea yote ilipotea, unakuta ya kwamba kuna upungufu wa mtakatifu, kuna kitu kimepotea kime, kime, lakini namshukuru Mungu kwa maana e, katika kupote, kupotea ile mimea, nikaona ya kwamba kuna kuna mumea mwingine umeoteshwa, kuna mumea mwingine umeoteshwa wa spinach umeoteshwa na umeshika, umeshika, unaonekana ndio umeoteshwa, lakini unaanzia kumea kisa nyingine. Hata wewe mwenyewe ukiangalia katika ile shamba, unashangaa kwani inamea haraka aje? Nikawa nashangaa kuona, so nikaona ya kwamba Mungu kuponya kurudisha na kuleta upya. So Mungu anaenda kurejesha, Mungu anaenda kuponya na Mungu anaenda kurudisha. Na katika ile hali ya kurudisha, kurudisha kitu kilichopotea, matumaini iliyokuwa, hakuna tumaini tena, kuangalia maisha ni kama haiko sawa, mambo yako mwaka huu, unaona ya kwamba haikukua vile ungetarajia unaangalia unaona ya kwamba maisha haikuwa vile ulikusudia, haukufanya mambo yenye ambao ulitamani kufanya. Wengine pengine walipewa wa, wali majukumu na Mungu wayafanye, lakini hawakuyafanya kama vile walivyokusudia, na mwaka umeisha wakiwa hawajafanya. So hiyo ndio inaonyeshana ya kwamba kuna mimea ime, imepotea, lakini Mungu wetu ni Mungu wa rehema, kwa maana anarejesha tena. Kuna kurejeshwa tena na mwaka mwenyewe. Wakati nilipokuwa nina, ninaangalia hivi, maana ni mwaka ambao ni mwaka wa revival, ni mwaka wa uvuvio. Bado Bwana anafuatilia kanisa lake, bado Bwana anafuatilia watu wake, bado Bwana anazidi kutenda makubwa kwa watu wake. Kwa hivyo nikaita mwaka huu mwaka wa, wa restoration, renewal, nikaita mwaka mwaka wa urejesho kwa maana ni vile vitu ambavyo vimepotea vimerejeshwa tena. Kwa hivyo wewe, ambao haukufanya kile ambacho ulikusudia kufanya, utafanya tena na utafanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo mujitie nguvu katika Mungu wenu, kwa maana Bwana ataenda kutenda upya, ataenda kutenda jambo. Wewe ambao ulipoteza ukasema ya kwamba, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni nafanya hii lakini kuna ile kucherewa nitatenda hii, unakuta ya kwamba umechelewa. Pengine ulikuwa unahitaji fedha fulani haujapata siri, fedha, hujafanya kile ulikuwa unataka kufanya. Ulikuwa unataka kufanya uh, ministry ikuwe sawa, lakini haijafanikiwa. Mtumainie Bwana, maana ataenda kutenda tena wakati utakaposimama useme mara hii nitaweza. Bado Bwana ako tayari kutenda mambo makubwa. Bwana anaenda kufanya kazi na watu wale ambao wako na waamuzi kusema ya kwamba mimi ndiye nimeitwa, mimi ndiyo ninatakiwa nifanye hii, mimi ndiyo nitakaofanya mambo haya yote. Na ukisimama hivi tu, naye Mungu atajitwalia sifa na atatenda mambo makubwa. Nataka tusome neno katika kitabu cha Isaya 40. Katika kitabu cha Isaya 40 nataka nisome tu kidogo ndio niweze kukupa ku, ku, neno ambao litakalo kuelekeza kuelekeza na nitaisoma katika kitabu cha Isaya 40 mstari wake wa thelathini na moja. Nitasoma, bali wao wamgojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hiyo ni neno liko na uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo neno linasema na wewe siku ya leo, na linanena na wewe kwa mwaka tunaoenda kuingia. Bali wao ambao wanaomwenda kumngojea Bwana, wale ambao hawatafunjika moyo, wale ambao watajitia nguvu katika Bwana, maandiko inasema ya kwamba watapata nguvu mpya kuna nguvu mpya ambao itakaye kuwa inaingia ndani ya mioyo ya watakatifu. Kwa hivyo utakaposimama katika nafasi yako na kusema ya kwamba mimi ni mmoja wa wale ambao watakayetiwa nguvu mwaka huu, nitapaa juu kama tai, nitaongezewa nguvu na nitaenda na sitachoka. Mtu mwenye atasimama na kusema ya kwamba nitayaweza mambo yote katika yeye ambaye anayenitia nguvu na wakati utakaposimama katika nafasi ile, utaona vile bwana atakavyokutendea. Maana chochote ambacho kilikuwa kimepotea lazima kitarejeshwa tena, utakuwa na upya tena, utakuwa na mwanzo mpya tena, utafanyiwa jambo jipya tena katika maisha yako. Kwa hivyo wakati utakaposimama katika nafasi hii na wakati tunapoenda kuingia katika huu mkesha siku ya leo, natamani msikilizaji wangu usimame katika hiyo nafasi umwambie Bwana, wakati ndio huu, nimesimama katika hii nafasi ili Bwana ukaweze kunitembelea. Na wakati utakapokuwa na maombi haya lazima Bwana atajitwalia sifa. Omba Mungu na wakati utakapoomba na uamini, baadaye simama katika nafasi yako na kusema ya kwamba ninayaweza mambo yote, yale ambao ulishindwa utayaweza, utakapotamka na kinywa chako na uamini ya kwamba unaweza. Haki Bwana Mungu lazima atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Twende katika kitabu cha First Kings 17 mstari wa nane. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Selepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Selepta hata alipofika langoni pa mji, kumbe pana mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akimuita akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda akaleta, alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako naye akasema, Kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate, ila kozi ya unga katika pipa na maji kidogo katika chupa, nami naokota kuni mbili, niingie nijipikie njipi, njipi, nafsi yangu na mwanangu, tule tufe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu linanena kuhusu eh, mwanamke wa Serepta na huyu ni mtumishi wa Bwana. Nataka kunena kuhusu watu wawili, Elia na mwanamke wa Serepta. Hawa watu wawili, maandiko inasema ya kwamba huyu mtumishi wa Bwana Eliya akatoka mwandiko inasema akaambiwa, aende kuna mwanamke ameandaliwa. Na akaondoka akaenda selepta kama vile Bwana alivyomwagiza. Na wakati alipofika selepta, maandiko inasema alimpata mwanamke mjane anaokota kuni, aende ajipikie yeye na mtoto wake, alafu wafe lakini naye mtumishi wa Bwana, nataka umuone mtumishi wa Bwana hapa kwamba amelishika neno la Bwana, enda Selepta. Akatii sauti ya Mungu. Kumbuka kuna ukame, kumbuka hali si nzuri, kumbuka mambo si mazuri na watu wameangamia, lakini enda Selepta maana nimemwagiza mwanamke mjane, mwanamke mwenye hana kitu nimemwagiza uh, ule mwanamke. Huyu mtumishi wa Bwana ameondoka, ameenda Selepta. Maandiko inasema ya kwamba akatii sauti ya Bwana akaenda Selepta, na kufika Selepta akakuta yule mwanamke anarokota kuni aende jipikie yeye na, na, nafsi yake na mwanaye alafu wafe. Neno la Bwana linasema wakati alipo mkuta akamwambia nipe maji ninywe wakati mwanamke anaenda kuchota maji amletee, akamwambia na uniletee na, na mkate. Bwana Yesu apee sifa. Wakati mwanamke aliposikia na mkate, akasimama akamwambia, hakuna hakuna, hakuna mkate. Neno la Bwana linasema ya kwamba akamwambia, usiogope. Bwana Yesu apee sifa. Kwa hivyo hapa nataka tukuangalia hawa watu wawili ya kwamba huyu mtumishi ametii sauti ya Bwana, na katika kutii sauti ya Bwana ameona matokeo ya kwamba hata yeye mwenyewe hata kufa ataishi, kwa sababu hakuwa amemaliza kazi, na ni lazima ile kazi alikuwa amepewa na Mungu lazima aitekeleze mpaka mwisho. Naye huyu mwanamke hakuwa anajua kesho yake vile itakavyokuwa, hakuwa anajua kama kesho yake ataishi Hakuwa naelewa lakini, vile alivyotii tu sauti ya Bwana ya kwamba enda tu unipikie, kwanza uniletee mimi nile. Ile tu kutii sauti ya Bwana, akaenda akapika kuletea mtumishi wa Bwana na ile chombo chake hakikukauka, chupa yake ya mafuta haikukauka. Wao wakaendelea kutumia ile ile ile unga, wakaendelea kutumia yale mafuta na wala haikuisha, wakaendelea mpaka njaa ikapita. Kwa hivyo nataka mwaka huu mtu wa Mungu, ambao unayemsikiliza, kwamba usimame katika nafasi yako, ujue ya kwamba neno la Bwana limekufikia ya kwamba ni wakati wa Bwana kujidhihirisha, ni wakati wa Bwana uinuke juu. U, maana kuna kitu kipya kimefanyiwa katika maisha yako. Kuna kitu Bwana amefanya, kuna maisha mapya Bwana ameunda katika maisha yako. Kwa hivyo ni kujitia nguvu katika Mungu wako ukijua ya kwamba neno la Bwana linasema wale ambao wanaomngojea Bwana, ukweli ni kwamba hawataaibika, watapaa juu. Bwana hizo pea sifa, hawataaibika hawatakuwa na masumbufu kwa sababu wanayemtumainia ndiyo kila kitu. Kwa hivyo atakayemtumainia Bwana, kwa Mungu hakuna kupoteza, kwa Mungu hakuna. Maana maandiko inasema ya kwamba Mungu alikuja kutafuta kile ambacho kilipotea. Kwa hivyo hakuna kupoteza kwa Mungu. Bwana Yesu wapee sifa. Kwa hivyo ni kujitia nguvu katika Mungu wako na kusimama katika nafasi yako, kusema ya kwamba mimi ninayaweza. Kwa hivyo mwaka huu ambao bado tunaenda kuingia, mwaka ambao ni mwaka wa urejesho, ni mwaka ambao watu wanaenda kurejeshewa kile kitu ambacho kilipotea. U usitake kujua kilipotea namna gani, usijiulize maswali, lakini mtumainie Bwana aliyenena akarejesha. Mtumainie huyu Utakapomtumainia huyo Mungu, naye atakuwa mwaminifu kwako, atakuwa mtetezi wako, atakuonyesha njia ya mapito kama vile alivyomwelekesha mtumishi wake, atakuonyesha vile utakavyopitia, atakubariki mpaka ufike mahali baraka zako ziko. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo, wakati utakapotusikia sauti ya Bwana na kusema mimi ndiye nimeitwa, nitasimama nafasi yangu, maana neno la Bwana linasema ya kwamba Bwana akamwambia Samueli ya kwamba, mimi sitazami kama mwanadamu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 kwa hivyo neno la Bwana linasema ya kwamba Bwana akamwambia Samueli ya kwamba siangalii kama mwanadamu vile anavyoangalia. Maana wakati mwingine tunaangalia kama mwanadamu, unaangalia unaona kupote, kupoteza, unaangalia unaona hii mambo haijakuwa kama vile ulivyokusudia, una unafunjika moyo, unakata tamaa, lakini neno la Bwana likasema ya kwamba Mungu haangalii kama binadamu. Tunapaswa tuangalie kama baba vile anavyotazama, tuangalie Baba yetu wa binguni vile anavyotuazia kile kitu ameweka ndani yako. Jua ya kwamba utafanikiwa kama uko na Bwana. Amenena na maisha yako, amekwambia ya kwamba kuna kitu nitakurejeshea. Eh, kuna mambo makubwa ninaenda kufanya katika maisha yako. Unamwamini aliyonena hakika ni mwaminifu Bwana Yesu apewe sifa. Unaamini ya kwamba Mungu yule ambao ameninenea huyo Mungu ni mwaminifu na ni lazima atatenda yale ambao amenena ame. Bwana Yesu apewe sifa. Na namuona mtumishi wa Bwana Samueli akiangalia watoto wa Yese, vijana wanapita, anaona sie huyo anapita, mwingine ana, kuna mambo yanaweza kuwa yanapita ukayalinganisha, pengine ndiye, lakini ikakuwa ni ya kupotea. Usijali kwa sababu Mungu kuna vile amepanga zaidi ya vile wewe unavyo. Pengine unaweza kuwa unaona ya kwamba hii jambo haiendi vile unavyotaka, lakini Mungu ni mwaminifu hivyo hivyo. Mungu ndiye atakavyoingia na kufanya mambo ambayo itakao kushangaza. So muamini Mungu kwa kiwango kingine. Muamini Mungu kwa mambo makubwa. Kumbuka ni mwaka wa revival hata huu. Kumbuka mwaka ulio sasa huu tunaenda kuuacha. Unaenda kufanana na mwaka ambao tunaenda kuingia. Ukufanya mambo yale ambao Bwana alikuambia uliyafanye. Hakikisha ya kwamba umeyafanya sasa mwaka tunaoenda kuingia. Wakati unaenda mkesha, jiandae kimaombi. Mwambie Bwana, niko hapa kwa sababu naenda sasa kusimama katika nafasi yangu. Maana Bwana anataka kuwa kutumia watu. Bwana anataka kukutumia. Bwana anataka kukuinua. Bwana anakupenda. Hebu tazama, kuna kitu ulipoteza, lakini Bwana amekurejeshea ame, ame tena. Imagine, upendo wa namna hiyo, maana ni wakati wa revival. kuna kitu ulipoteza, lakini Bwana anakurejeshea na anakuambia, simama, nimetumwa kwako kukuambia hicho kitu ulipotea Bwana atakurejeshea kwa namna ingine, kwa njia ingine wewe usiyojua. Simama mtu wa Mungu, jitie nguvu. Simama mama, ujitie nguvu. Simama kijana, ujitie nguvu. Simama, maana Bwana amekutumainia, amekutumania ili ukaweze kusimama katika nafasi yako. Na utakapofanya hivyo, utaona mabadiliko katika maisha yako. Utaona Bwana akikutendea. Utaona Bwana akikuinua. Utaona Bwana akitenda mambo makuu. Utaona maajabu yakifanyika kwa maana aliyenena ni Mungu na ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu awabariki sana mnapoenda mkesha, mkuwe na mkesha wa baraka na mkuwe na mwaka wa baraka na kufanikiwa. Mkuwe na, na na wakati wa urejesho na urejesho na kurejeshewa vitu zaidi na zaidi. Bwana wa amani awabariki sana. Kwa jina la Yesu. Amani. Amen.